Ah, tumeshamuosha maiti na, na tuishamtia kwenye sanda. Anasema furudhu asalati alaihi, faradhi ya kumswalia, faradhi ya kumswalia marehemu wetu, anasema Faradhi ya kwanza kwenye swala ya maiti, ania kwanza, ni nia, mtu atie nia ya kumswalia yule maiti. Pili, arbau takibirati, kisha kutakuja takbira nne ambazo zinaongozwa na imamu.

kumuombea dua maiti baada ya takbira ya tatu. Sita, alqiyamu lilqadir, watu waswali, mtu waswali amesimama, kwa mtu ambaye anaweza kusimama. Tano, asalamu ni kutoa salamu, mikutoa salamu. salamu kwenye swala ya maiti ni moja eh? Ndio maana kusema taslimatain. <coughs> Nakusema salamumin kasema, asalamu nikutoa salamu tu, asalamu alaikum warahmatullah nazo, kasema asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh s so, salamu moja tu kwenye eh? lakini mtu akitoa salamu mbili hakuna ha neno, lakini eh leo lazima ni moja tu. Kwa hiyo hapo swala ya maiti itakuwa imefanya nini imeishi kwanza ni pili takibira takibira nne tatu, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam; nne, kumwombea dua maiti; tano ya nayasaba ni sala moja nia mbili 2 takbira nne tatu kusoma Suratul Fatiha Nne, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tano, kumwombea dua maiti. Sita, kusimama kwa mtu mwenye uwezo wa kusimama, alqiyamu lilkabili, kusimama wakati wa kuswali kwa mtu mwenye uwezo wa kusimama. Saba, asalamu, kutoa salamu. Tumesema salamu moja, salamu moja Dafnul mayiti, kumzika. Anasema akalu dafni wadhuhu lmayiti fi hufratihi, anasema uchache wa kuzika ni kumweka maiti kwenye lile shimo lile kaburi. Tamnao dhuhuro raihatihi, kaburi ambalo litazuia ya harufu yake isitoke nje, sawa? kama makaburi yetu Dar es Salaam, mafuku mafuku, yanazuia tu harufu ya marehemu isitoke isitoke nji. Watahfadhuhu ani sibahi, na ilo kaburi ndimhifadhi maiti asiliwe wa na wanyama kinafisi, ambao wakisikia harufu wakabuli ya kumfungua wakamla sawa, wayajibu so, wa dafnuhu Mustakbila kiblati, na ina lazima kumzika ili hali ameelekea kibla. Maiti wa Kiislamu atazikwa ili hali ameelekea kibla Sa? Sawa, na nishasema hapa, wengi tumezoea kwamba maiti wakati wa kumpeleka kaburini, bwana, tunamwingiza upande wa kichwa sawa. Hakuna, lakini hakuna kaidi, hakuna kifungo kwenye kumwingiza maiti kaburini. Maiti kaburini anaweza kuingizwa kwenye pande zote za kaburi. Si tumezoea kumwingiza kwa kumdaka kichwa, lakini anaweza akaingizwa kwa kuanza miguu anaweza akaingizwa kwa ubavuni, yote ni Musa, sio simu. Umeenda maiti, unamwona anaingizwa kwa miguu, sasa, mrudisheni huku? Ah, we utakuwa unafiki hii ya, ya somo hili. Vyovyote vile maiti yanaingizwa kaburini, lakini wakati mnamweka pale kaburini kwenye mwana ndani, aelekee wapi e, aelekee kibla. Hilo ndio jambo la msingi namna ya kumwingiza maiti, hakuna sharti kwamba, sio lazima akae huko au jeneza tuweke huku, kokote jeneza itakapokaa ni sawa tu. Maanake kuna wakati mwingine unaona watu wanapata tabu, yaani huku upande wa kichwa kuna watu wamejenga kaburi, wewe enta kuweka jeneza pale. Sasa inakuwa sasa, kwa nini amuweki huku? Lakini kwa sababu watu wamezoea kwamba maiti lazima ikizwe kwa upande huu tu ndio inayokwata sasa. <coughs> Lakini kaburi limechimbwa karibu na mti, ndio upande huu. <coughs> <coughs> weka jeneza upande huu, weka jeneza upande huu. Kinachotakiwa ni mwili uingie pale basi, hakuna shaiti lazima uingie kwenye upande fulani. Tumeelewana jamani? <coughs> Eh, hey. Kwa hiyo wayajibu dafnuhu mustaqbilal qiblati ni lazima siokiake kumzika yenye hali yanaelekea kibla. Sheikh anasema suna mudafi, kwa sababu leo ni Jumanne tunafunga tumalize iki nikengele. Sunna za kuzika, sunna za kuzika, anasema suna ayubu almayyit fi kabrihi, ni kumweka maiti katika kaburi omkuhu kina cha hicho cha hiyo kaburi kwenda chini, kamatun wabaswa, kamatun wabaswatun, urefu wa kaburi kwenda chini iwe ni kama ni kisi mtu wasimame wabaswa, na anyoshe mikono hii ndio urefu wa nini, kwa kiwango urefu kamatan wa basqa, mtu asimame na anyoshe mikono, ndio huwe urefu wa nini wa kaburi. Sawa so, wa ayyusaka khadruhu bi turabi sawa so, anasema na hadi yake shavu likutane na nini, na mchanga. Sasa utaona wazee zamani walikuwa wanaita kisu ete, kisu wanachana chwa, wanatoa hiyo, hujiambiwa ni lazima hujiambiwa ni lazima sawa so, jamani baada izalati lkafani anasema, baada ya kuondoa sanda upande huu, lakini huu ni ufahamu huu ni nini? Ni ufahamu wa shekhe, aliandika kitabu, lakini aslan sanda haitolewi kwenye kiwiliwili cha mtu sanda itolewe kwenye kiwiliwili cha mtu. Mtu anazikwa na sanda yake, inachotakiwa pale ni kufungua zile ni kufungua zile zile kamba, kwa sababu maiti pale hakai kwenye hali hiyo muda wote. Si mtume anasema mkishamaliza kumzika mkaanza kuombaka ma, wanakuja malaika wanamkalisha eh? akai ule tai zote anakalishwa yule shekhi kwa ajili ya kuhojiwa maswali. saa wa anyuda fi lahadi na wewe kwenye mwana mwana ndani yusadu bilabihi mwana ndani, huo ni suna uzige kwa matofali au khashabi bau so, hashabi au ubao kama mtume sallallahu alaihi wasallam aliwekewa matofali matofali, matofali chumata, mjuri, ya kuchoma hata mgongoni kwake na mwanandani mzuri ni ule ya bro unaochimbwa pembezoni mwa mwa kaburi kama ardhi hiyo ni ya udongo arizikea changa awezi kubali taporomoka, lakini lahdi ya pembeni kama guo ndio zuri, ndio aliyozikwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shekhe anasema waanyulakana baada dakhnihi, awekewe talkini baada ya kuzikwa na talkini anafanyiwa ma, ma re, kabla roho aiyatoko kabla roho lakinu mautakum la ilaha illa Allah. Walakini shekhi wale naona kwamba wako katika sakarati lmauti la ilaha illa Allah, lakini talkini anasema shekh hapa hii ya baada ya kuwa kwamba tayari mtu ameshazikwa, mtu akachukua kitabu, mtu akachukua kitabu aa, wanazuoni baadhi ya wanazuoni ya mazhabu ya Imamu Shafi wanaona talkini ni sunna, si tumeelewana? Wanaona talkini ni sunna. Kwa hiyo pale hawafanyi tu kwa upuuzi, wanafanya kwa sababu wamesomeshwa Situmaelewana na mtu asiju akaonaana wanafanya vitu vyajakwaja siaka imeandikwa, sawa. Sasa kuna mwanazuoni, mtu anaweza kujiona hili jambo ni suna kwake kwa zile alizopokea yale makopezi, na mwengine akaona sio suna, situmaelewana? Ehe lakini kumlatilia pale sio sunna, kama alivyosema Sheikh kwenye kitabu, lakini pale sio sunna. Kaa Mtume ameulizwa so, baada ya kuzika asanie nini maiti, asema istaghfiru li akhikum ah, mtakieni msamaha ndugu yenu ah? Eh, mtakieni msamaha ndugu yenu wathabati na umtakia kusigiki kwenye kujibu maswali fainahu lana yusal. Sasa hivi ataulizwa. Maiti anasikia, anasikia. Maiti anasikia, si Mtume anasema yasmau qara an alikum. Mtume anasikia michakato ya viatu zenu wakati mnatoka wakati mnaondoka, yeye anasikia. Na wanasayansi leo wamethibitisha kwamba kitu cha mwisho kabisa kwa marehemu kitakusa ni masikio kusikia, yaani vitu vyote vinakusa, lakini kusikia, marehemu anakuwa bado anaendelea kusikia. Si, tume, eh, anasikia michakato ya michakato ya viaku ya, na nimesema hapa kwamba marehemu watarajia ni mimi na sisi. Hii hali koo Mwenyezi Mungu atoke mwisho Mm. Tumalize salatu ala saktu, kumswalia mtoto aliyetoka tumboni kabla ya kutimia miezi tisa. Huyu anaitwa saktu. Sisi waswahili tunaita kuporomosha mimba. Anasema shekhe, idha kharaja min batni ummihi, kitoto hiki kikitoka katika tumbo la mama yake kabla tamami sitati ashhur, kabla ya kutimiza miezi sita, yughsalu, ataoshwa, wa yukaffan, atatiwa kwenye sanda, wa yusalla alayhi, ataswaliwa insarafa inda alwilada, ikiwa atapiga kelele pale alipozaliwa, au balagha zamana nafsi ruhii, au mimba ilifikisha muda wa kupuliziwa roho siku mia moja na ishirini. Sisi tunaelewa ikiwa alipija kelele au imeporomoka mimba baada ya kuwa amefikisha siku mia moja na ishirini za kupuliziwa roho sawa so, wa huwa miat waishiruna yauma nayo ni siku mia na ishirini madhali aishapuliziwa roho aishakuwa kiumbe akitoka ataswaliwa atatiwa kukusanga ataenda kufanya nini ataenda kuzikwa, sio ukasema hiki ah, tukifukie tu ah. Tumeelewana jamani? Maanake maswali haya uo anakua mengi eh, maswali haya o anakua mengi. Kwa hiyo, idha kharaja min batni ummi, kitoto kidogo kikitoka katika tumbo la mama yake, kabla tamami sitati ashhuri, kabla ya kutimiza miezi sita yugu salu, mtoto huyo ataoshwa, wa yukafanu, atatiwa kumisama, wa yusalla alaihi, ataswaliwa, insharaha, ikiwa amepiga kelele wakati wa kuzaliwa, inda liilada sawa au bada na zama na nafsi lioni vizuri au akatimiza muda wa kupulizia roho, wa huwa miatu wa ishirini, yaani mtu atakayefanyiwa mambo haya ni yule mtoto ambaye atakayekuwa ametumiza toka mimba kuingia siku mia moja na ishirini. Ukiona mtoto ametoka mimba imeporomoka zaidi ya siku mia moja na ishirini, huyo mtoto ataswaliwa, ataoshwa, atazushwa sanda, ataswaliwa na atazikwa. Sio, tumeelewa? Chini yako, maanake hatafanyiwa mambo haya